Naumia sana yaani, ukipita mitaani watu wanalia taabu. Aa, Tanzania tutaki, sisi tunapenda amani, tunataka tuishi kwa amani tuinchi yetu, kwa nini tuanze hivi? Aaa, unaona mpaka sasa hivi watu wametulia kwa yeah, sababu gani? watu yeah, wanaogopa mambo, anaogopa yamabasi, hatujazoea shasikia yes, tu kauli, maduka yote a yamefungwa, hatuwezi kutoka <September> hey, kusura, <už��i>

na wanapasua maduka wanafanya nini? Wanaiba, wanaondoka. Lakini siku ya leo Watanzania wameonyesha mshikamano, umoja, lakini wameonyesha pia namna ambavyo wamekuwa wazalendo kwa nchi yao kwa kuto kuwasikiliza wale wanaofanya kampeni ya kutaka Watanzania wafanye maandamano yasiyokuwa na ukomo. Na kusema kweli sifa na na, na, na, na, na na heshima yote iende kwa Watanzania wote. E, jeshi letu la polisi kazi yake kwa kweli inakuwa rahisi pale ambapo wananchi wako wenyewe tayari kujilinda, na nimesema jukumu la jeshi la polisi ni kuhakikisha inawalinda wananchi e, wao na mali zao lakini bila wananchi wao kuanza kuzilinda mali zao na kujilinda wenyewe eh, usalama utakuwa mdogo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wananchi wa Tanzania, tuendelee kuipenda nchi yetu na tuendelee kuthamini mafanikio yetu haya, na kama kuna changamoto basi tuendelee kuzijadili na kuzizungumza kuliko kufanya yale ambayo yalitokea siku za nyuma. Yale yamepita, yashapita. Sasa tugange yanayokuja. Kwanza, ulinzi na usalama ni jukumu la, la, la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ikiwemo eh, jeshi la polisi, na ulinzi uko siku zote, uko siku zote, ila huwa unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki toka tarehe za mwanzo wa mwaka huu eh, mwisho wa mwisho, mwaka huu tumeimarisha tume ulinzi, kwa sababu eh, nyakati za mwisho wa mwaka huu kuna matukio matukio mengi. Kwa hiyo hali hii itaendelea eh, na wananchi wawe, wawe, wawe, wawe, wawe huru Eh, ku, kuendelea ku, ku, ku, kufanya shughuli zao lakini na, na wakati jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherehekea hizi sikukuu zote mpaka tufike mwaka mpya, tutapita salama tunaamini. Hmm. Yeah. Kama kawaida shughuli zitaendelea kama kawaida, kesho watu wanakwenda makazini kama kawaida. Leo ndio tumesherehekea bwana leo, tume leo tuliamua tusherehekee kwa kukaa ndani sasa na wengine wanatoka kama mimi, nafikiri mmenikuta mtaani huku nami naendelea na, na shughuli zangu. Mheshimiwa yes, rais eh, anayo mamlaka kwa mujibu wa ibara ya 45 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya eh, mwaka sabini na saba. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana uwezo wa kumwachia eh, huru mfungwa wa, wa mfungwa yoyote eh, au kumpunguzia adhabu au kubadilisha aina ya adhabu. E, hayo ni mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na huwa mara nyingi wanafanya hivyo wakati wa sherehe za kusherehekea uhuru wa nchi yetu, na kama ilivyo e, miaka ya nyuma, basi kwa mwaka huu mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa msamaha kwa wafungwa elfu moja na thelathini na sita. Kati ya hao ishirini na mbili ni wale wameachiwa leo hii tunavyozungumza, e, na hawa elfu moja na kumi na mbili hawa wamepunguziwa adhabu. Kwa hiyo watakuwa wanaendelea kuachiwa kadri siku zinavyokwenda, kwa hesabu iliyotumiwa katika kuwapunguzia adhabu hizo. Lakini moja kati ya masharti makubwa huwa ni kwamba hawapaswi katika muda huu wa matizamio kufanya kosa lolote.